Ujambo, msikilizaji, karibu katika habari kwa ufupi kutoka DSFM. Msomaji wako ni mimi Leila Mengi. Dodoma. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan ameonekana kuridhishwa na namna bajeti kuu ya serikali kwa mwaka wa fedha 2025 2026 iliyowasilishwa Juni 12, 2025. Alikuwa katika makazi yake Ikulu ya Chamwino mkoani Dodoma alikuwa akifuatilia uwasilishaji wa bajeti hiyo. Rais na wasikilizaji wake wameonekana kuwa na furaha kama ishara ya kwamba wamepokea vyema bajeti hiyo ambayo inatarajiwa kuendelea kuimarisha uchumi wa taifa. Mwanza. Mfuko wa hifadhi ya jamii kwa watumishi wa umma PSPF, imewahimiza wanachama wake kutumia vyema fursa ya teknolojia ili kuweza kupata huduma zote zinazohusika na wanachama zinapatikanika mtandaoni PSPF kiganjani, ikiwa amekuangalia taarifa za michango yao ili kukadhibisha majina katika mfumo hata kufanya malipo. Na katika habari za mataifa India, watu 200 wamethibitishwa kufariki dunia katika ajali ya ndege ya India iliyokuwa ikielekea London. Ndege hiyo BM 787 Dreamline iliyokuwa na watu 242 ilianguka katika eneo la makazi karibu na uwanja wa ndege na kugonga hosteli ya madaktari. Kulikuwa na raia 169 wa India, Waingereza 53, raia saba wa Ureno na mkanada mmoja kwenye ndege hiyo kulingana na Air India, takriban miili 204 ilipokelewa kutoka eneo la ajali. Mkuu wa polisi Ahmedabad anasema, na wanafunzi wasiopungua hamsini walipelekwa hospitali.